Kwenye ulimwengu wa roho kuna maroho fulani ambayo haya maroho kazi yake yanapambana kuhakikisha kwamba yanaharibu mfumo ambao uliwekwa na Mungu. Kila mtu na wa kwake, kila mtu na wa kwake. Kwa hiyo kuna kuna, ndio maana unaona unasikia, kuna watu wamenipigia leo simu kama watatu, wanasema baba, baba niombee, wanaonifuata ni waume za watu, yaani yeye ana miaka ishirini na sita lakini waume za watu tu. Lazima ujue, kuna cha kwanza ujue, kuna mlango kitu kinachoitwa mlango kwenye ulimwengu wa roho, na lazima ujue katika ule mlango unapitisha vitu fulani. Kwa mfano, kuna milango mingi, kuna malango mingi, kuna, ma, kuna lango la kuolewa, kuna lango la kufunga ndoa, kuna lango la, la, la, la, la fedha, kuna lango la afya, kuna lango la haki, kuna lango la sifa, kuna lango la kibali. Malango ni mengi sana. Nimesema malango ni mengi sana. Sasa unapokuja kuomba, lazima ujue lango gani unaombea. Yaani unapokwenda kuomba sasa, katika ulimwengu wa roho unaombea kwenye lango gani? Yaani huwezi kusema tu, Mungu naomba unipatie mchumba. Anapitia lango gani? Kwa sababu lango la wewe kupewa mchumba tayari limeshikiliwa, limeshikiliwa ili majira na vile vilivyonenwa vitimie. Sasa unapokwenda kuomba, unaomba mchumba apite kwenye lango gani? Kwa sababu lango tayari limekuwa mateka, lango limetekwa na, na, na, na, na, na, na, na, na shangazi yako ambaye ni mchawi. Lango limetekwa ambaye, na bibi yako ambaye ni mchawi. Lango limetekwa na laana. Lango limetekwa si na kitu gani? Lango limetekwa kuna mtu alikutamkia maneno huko barabarani. Lango limetekwa na mwanaume, na huyo mwanaume ambaye uliachana akakulaani. Kwa sababu kuna wengine unakutana nao sio, sio mwanaume, kuna mtu unakutana naye lengo lake tu, shetani amekusudia ukutanishwa na huyo mtu ayalaani maisha yako yaani auwe ya mfumo wa system ya uwe kuolewa kuhu, kuhu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu umekutanishwa naye, kwa sababu kuna watu wanasema nataka niolewe, lakini unakuta aishakuwa na wanaume labda watatu wanne watano. Sisemi ni vibaya, sisemi ulikosea. Nataka kuzungumza hapa ni kwamba unakuta tayari kuna watu ulishakutanishwa nao, ambao hawa watu washalaani maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa nataka kusema hapa kama wewe una uhitaji wa kuolewa glory to God, una uhitaji wa kuoa kimbilia kwenye lango, achilia damu ya Yesu kwenye lile lango. Damu ya Yesu ikatakase lile lango, achilia damu ya mwana kondoo ikafanye vita pale kwenye lile lango kama kuna mashtaka, kama kuna hukumu, kama kuna adhabu, kama kuna laana, kama kuna matamko, kama kuna maneno, kama siku kuna mapigo, kama siku kuna maandishi, kama siku chochote ambacho kiko pale, achilia ile damu ya Yesu pale, damu ya Yesu ya utakaso, damu ya Yesu ikalipe deni lolote. Achilia damu ya mwana kondoo. Kisomo Ufunuo kumi na mbili kumi na moja. Wanasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Maana yake damu ya mwana kondoo inaweza ikaenda kufanya vita, damu ya mwana kondoo ni jeshi. Achilia damu ya mwana kondoo. Nimesema kuna damu mbili hapa, nimezungumza damu ya Yesu ya utakaso, na achilia pale ikaoshe lile lango. Achilia damu ya mwana kondoo, maana yake damu ya mwana kondoo inaweza ikaenda pale ikakuta yoyote aliyekaa pale akapigwa kwa hiyo damu ya mwana kondoo iende kafanye vita dhidi ya yoyote aliyesimama kwenye lango langu la kuolewa au kuoa. Nazungumza na mabinti hapa na wale ambao wataka kuolewa wanielewe sana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Aleluya, aleluya! Kama una masikio ya kusikia na ukasikia kama una akili ya ufahamu na ikafunguke, na ukasikia haya mambo, katika jina la Yesu Kristo. Nasema hivi, atilia damu ya Yesu uh, ya, ya utakaso, atilia damu ya Yesu ya, damu ya mwana kondoo ikafanye vita lakini atilia damu ya Yesu ya ukombozi ikafanya ukombozi ikafanya ukombozi wa lango lako mahali iliposhikiliwa na kadhalika, atilia hiyo damu ya Yesu ya ukombozi itakwenda pale itaenda itafanya ukombozi kwenye lile lango lako. Bwana Yesu asifiwe sana lakini atilia damu ya Yesu ya upatanisho. Sio kama kuna mtu amenielewa hapa, nimesema damu ya mwanakono damu ya Yesu ya utakaso damu ya Yesu Uh, ya, damu ya mwanakondoo ikafanya vita. Achilia damu ya Yesu ya ukombozi aikakomboe. Achilia damu ya Yesu ya upatanisho, lile lango likawe na mahusiano na wewe mm, haleluya. Hebu andika hizo mambo damu ya Yesu Damu ni hiyo, lakini unatamka lazima utamke hayo maneno, lazima sema: naatilia damu ya Yesu ya utakaso kwenye lango langu, naatilia damu ya mwanakondoo ikafanye vita dhidi ya kila roho na kila kitu ambacho kimefanyika pale, katika jina la Yesu Kristo. Naatilia damu ya Yesu Kristo ikakomboe lango langu katika ulimwengu wa roho, lango langu lilosikiliwa na damu, lilosikiliwa na uchawi, lilosikiliwa na uganga, lilosikiliwa na ushirikina, lilosikiliwa sio na mama mkwe na binamu, sio na watu wa ukoo, sio na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, glory to God. Haleluya, unatilia ile damu ya mwana kondoo. Damu ya ukombozi inaenda kwenda kukomboa pale. Inakwenda pale na chochote yani yote aliyeshikilia awe ni mchawi awe ni suni kuzimu nini? Unatilia pale. Ukishatilia pale sana. Unatilia damu ya Yesu Kristo ya upatanisho. Unapatanisha lango lako na maisha yako. Unapatanisha lango lako na nafsi yako. Unapatanisha lango lako na akili yako na ufahamu wako. Alafu unaomba neema ya kumiliki lango lako, unamiliki ile lango. Unasema, namiliki lango hili kwa jina la Yesu Kristo, namiliki la, lango hili kwa damu ya mwanakondoo, namiliki damu hii lango hili kwa jina la Yesu Kristo, namiliki kwa jina la Yesu Kristo. Unasoma lile ile, ile, ile, ile, ile, Mwanzo mlango wa kwanza ne ule mstari wa 26, 27 na 28, pale umepewa mamlaka kumiliki. Unamiliki kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth, aliye haya, unamiliki alafu. Baada ya hapo, unafunga roho zote ambazo ziko katika ulimwengu wa roho ambazo zinaweza zikaja tena zika lango lako. Unasema nafunga, unasimama na Mathayo 18:18 unasema nafunga, Mungu, nimepewa mamlaka ya kufunga na kufungua, kwa hiyo nafunga kwa jina la Yesu Kristo. Ah, kila roho, roho za mizimu ya babu, roho za mizimu ya bibi, roho za mizimu ya wagonjwa, ya, ya wajomba, roho za mizimu ya ukoo wa kwetu, roho za mizimu nafunga zile roho, unafunga laana, unafunga kila kitu, unafunga mashetani, unafunga majini, unafunga ma -ma mapepo, unafunga wakuu wa anga wa nchi kavu na bahari, unafunga zile roho zote kadu utakavyoweza kuweza, unafunga zile roho. Ukishafunga zile roho, au umeshamiliki na umeshafunga, unachofanya badilisha majira. Amuru majira mapya yaje kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Unasema naamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, majira ya kuolewa yaje kwenye maisha yangu. Majira ya kuolewa yaje kwenye maisha yangu. Majira ya kuolewa yaje kwenye maisha yangu. Majira ya kuoa yaje kwenye maisha yangu. Majira ya kuoa yaje kwenye maisha yangu ya Katika jina la Yesu Kristo unayaita majira. Nataka nikuambie utatoka hapo nje. Hmm. Utapigiwa kelele wewe Majira yanaanza kufuata. Unaona sasa, ulimwengu wa roho unabadilika, unabadilika sasa, unabadilika sasa. Hata kama kuna mjamaa amefichwa mahali, amewekwa mahali, kwa sababu umeita majira. Majira yana tabia, yanakuja na sifa zake, majira yanakuja na sifa zake. Hata majira ya mvua, majira ya mvua yakija yanakuwa yanakuwa tayari. Yaani, hatutengenezi sisi majira ya mvua yaani, majira ya mvua yakifika wakati wake yanajua kazi yake nini. Lazima yanyeshe mvua, inyeshe leo, yase kesho, inyeshe muda fulani, na yanakuja kwa mimea na, na unaita una yale majira kwa nguvu ya Mungu, unaita yale majira kwa nguvu ya Mungu, unaamuru yale majira yanakuja kwenye maisha yako. Nataka nikuambie utaanza kuona changes, utaanza kuona mabadiliko, utaanza kuona mabadiliko, utaanza kuona mabadiliko, utaanza kuona mabadiliko, nawe unaendelea kuita tu. Achana na kutafuta wanaume au wanawake kwa nguvu, utapotea. Nataka nikuambie usifanye hivyo. Ukikataliwa ombee okay. umenikataa isiokee, okay, nenda na safari yako. au nipendi isiokee, okay, nenda na safari yako mwanangu. Nataka nikuambie ndoa sio kitu cha mchezo. Sasa hivi uko nje, unaweza kuona, unatamani kuolewa, ukiingia huko ndani wanaume wanabadilika, wanawake wanabadilika. Sasa sitaki mambo kama hayo ya kutokee kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai.